Ni matumaini yangu mzima boheroash, mtazamaji wa multimedia. Jambo, ikiwa ni siku nyingine tena, ni siku ya jumapili ya tarehe kumi na nane mwezi wa tano mwaka 2025 na mtazamaji, karibu katika tazamie magazeti ya siku hii ya leo moja kwa moja, tukianza na gazeti la Mwananchi bila nasema: mchungaji atekwa mchana kweupe, akamatwa na watu wasiojulikana akitoka nyumbani kwake Arusha akipiga kelele, na tekwa natekwa, ondoka naye kuilandikuza, baba yake mashuhuda wasimulia, baadaye kutwa polini West Kilimanjaro apigwa toa maelezo. Habari unaweza kuipata katika ukurasa wa nne. Sababu za kwera kuzikwa na kanisa Katoliki, habari unaweza kupata katika ukurasa wa saba. Na kwenda kwa mama ilivyomwiba kwenye ndoa baruni, ukurasa wa kumi na mbili. Rais Samia kutoshiriki uchaguzi hiyo uzalendo. Habari unaweza kupata katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mambo sita ugonga vichwa kama tiku Chadema, unaweza kupata katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Tazamaji, tukikande gazeti la Mwananchi, tukamata gazeti la Habari Leo. Kurasa wa mbili, nasema Samia taka uzalendo ugurushaji daftari aimiza watu kujitokeza kwa wingi kujiandikisha. Habari naweza kupata katika ukurasa wa pili. JKCI wa kituo uimarishaji upasuaji wa moyo, habari naweza kupata katika ukurasa wa tatu. Mwalimu matatani kumpiga kipigo cha mbwa huko mwanafunzi, habari ukurasa wa nne. Nani mpya sisi hao hadharani 29 bado unaweza kupata katika ukurasa wa tatu. Mchimbi aongoza maziko ya Father Mkwera simulia alivyobarikiwa, bado unaweza kupata katika ukurasa wa pili. Wa hudumu wamabasi wasiosajiliwa LATRA, ukiona ambalo unaweza kupata katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania. Mtazamaji, tukikamata gazeti la Zanzibar leo kurasa mbili nasema Mwinyi awapa na saa mahujaji baruni ziko katika ukurasa wa pili. Dr. Mpango atoa rai kwa BOT TBA baruni ziko katika ukurasa wa sita. Dr. Samia Aidi uhakika wa, wa taarifa za mpiga kura baruni ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar leo. Mtazamaji kamata gazeti la Mzalendo kurasa nasema, Samia jitokezeni kwa wingi kujiandikisha. Barua hizo unaweza kupata katika ukurasa wa pili. CCM kutikisa Dodoma, yeah, barua hizo unaweza kupata katika ukurasa wa pili. Vijana msikubali kutumika vibaya, barua hizo unaweza kupata katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mzalendo. Majaliwa aeleza mchango wa sanaa katika kukuza uchumi, barua hizo unaweza kupata ukurasa wa nane wa gazeti hili. Pinda, huduma tiba y inatolewa bure kwa wananchi, bado unaweza kupita katika ukurasa wa pili. Dokta Mpango kushiriki mkutano wa usalama wa chakula Brazil, bado unaweza kupita katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mzalendo. Profesa Janabi, turufu ya Tanzania uchaguzi WHO leo bado unaweza kupita katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili. Gazeti la Umachinga, ukurasa wa mbele nasema waziri Silaa pitisha bajeti bilioni 291.53. Ni bajeti ya wizara ya mawasiliano teknolojia habari, haja na vipaumbele sita kuimarisha sekta ya mawasiliano na teknolojia nchini, ambalo naweza kupita katika ukurasa wa tatu wale wanaotuma kwenye namba hii kuendelea kushughulikiwa kila kona, laini za simu 728, na zilizozuiwa kwa jumla ya namba za vitambulisho vya NIDA 39 na 28 na zilizoorozeshwa, nasema wizara imejipanga kutekeleza miradi saba, ikiwemo ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kushirikiana na wadau wa miradi yenye lengo la kuboresha utoaji huduma wa gharama nafuu. Wabunge wa hoji gawio la hisa, vod, za Voda matumizi ya bando aidi, kukutana na waziri wa fedha, mwanasheria wa serikali kutatua ufumbuzi. Dkta Samia aboresha taarifa daftari la mpiga kura Chamwino. Habari unaweza kupata katika ukurasa wa pili. Magaiga ongoza utendaji kazi wakaguzi wa, wa ndani ambaria kurasa wa pili wa gazeti hili la wa machinga. Mtazamaji, tukigeukia kurasa za nyuma gazeti la Zanzibar leo kurasa za nyuma, nasema, Yanga jeki Tanzania nusu finali ya kibabu. Marishwa, panga kocha Azam mpata dawa ya ushindi barapita katika kurasa nyuma gazeti la Zanzibar leo gazeti la machinga kurasa za nyuma, nasema mashabiki wa, Yanga, watu wa Tanga kibabe magari kibao Simba, kama walivyosikia, Morocco RC Tanga karibuni mko kwani, Mtibwa toa ngaji bora championship, bado anaweza ka ukapita katika nyuma gazeti lako la wa machinga. Tazamaji, tukikamata gazeti lingine gazeti la habari leo tunasema Yanga JKT na kufudhu finali, bado inaweza ka ukapita katika nyuma gazeti hili la Zanzibar leo. Majaliwa rizishwa na ukarabati kwa Mkapa bado unaweza kupita katika ukurasa wa nyuma mtazamaji. Mpaka hapo sina ziada, ulikuwa na mimi saa ya Mwalute. Usahau kusubscribe channel yetu, kulike na comment, ili kuwa kwanza kupata taarifa.